Nane, moja, tatu. Katika tukio la kushangaza lililotokea mwishoni mwa wiki hii jijini Atlanta Marekani, kijana mmoja aitwaye Zaka Garrett anakabiliwa na mashtaka kadhaa baada ya kudaiwa kuwanyoshia bunduki wa wafanyakazi wa mgahawa wa Chipotle kwa sababu tu hawakumpa password ya Wi-Fi. Kwa mujibu wa polisi wa kaunti ya Cobb, tukio hilo lilitokea Jumamosi mchana kwenye tawi la Chipotle lililopo barabara ya South Cobb Drive. Inasemekana Zaka alipandwa na hasira baada ya kuambiwa kuwa hawezi kupata neno la siri la intaneti ya bure, yaani WiFi, ndipo akaamua kutoa bunduki na kuwatishia wafanyakazi. Kwa bahati nzuri, hakuna mtu aliyejeruhiwa. Polisi waliingilia kati na kumtia mbaroni kijana huyo ambaye sasa anakabiliwa na mashtaka ya shambulio la kutumia silaha na makosa mengine ya uhalifu. Tukio hili limeibua maswali mengi kuhusu mwenendo wa vijana, afya ya akili na umuhimu wa kujifunza kudhibiti hasira hasa katika mazingira ya kazi ya huduma kwa wateja ambapo presha huwa ni kubwa. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.